Uyakumbuke maajabu Bwana aliyoyatenda, yakumbuke maajabu Bwana aliyoyatenda. Mwimbieni kwa mana na yuzi, elezeni matendo yake yote ya ajabu

alilowahidia Abrahamu mtumishi wake, aliwaongosha taifa lake kwa furaha, wateule wake wa, kwa sauti za shangwe ya